ninashauri, tusithubutu kujiita kuwa ni kisiwa cha amani, tusithubutu kujitanabaisha kama kisiwa cha amani. Tumwombe Mungu atubadilishe, atugeuze na atufanye kweli watu wanaoakisi amani yake. Tumwombe Roho Mtakatifu atuongoze na kutuimarisha katika hilo. Katika somo la pili, Paulo mtume akiwaandikia wa Korinto, amesema haiwezekani mtu yeyote kuungama au kutamka kwamba Yesu ni Bwana bila kuongozwa, bila kuwezeshwa